Katika mji wa Yerusalemu Mfalme Daudi na Batsheba walifanikiwa kuzaa mtoto mwanamume, walimwita Suleimani. Suleimani Mungu alimpenda tangu utoto wake, na siku moja Daudi kwa furaha akasema, huyu ni mwanangu Suleimani. Ee Bwana, bariki maisha yake yote. Na siku moja nabii wa Mungu Nathan akamuita jina la Jedidia maana yake mpendwa wa Bwana. Wakati Daudi alipozeeka alimteua Suleiman kuwa mfalme badala yake. Suleiman akaketi juu ya kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Na ufalme wake ukathibitika. Siku moja Mungu akamtokea Suleimani katika ndoto huko Gibeoni, na kisha Mungu akasema na Suleimani, ee Suleimani, omba kitu chochote nami nitakupatia. Na kisha Suleimani kwa unyenyekevu akajibu, ee Bwana, mimi ni kijana mdogo sana, naomba unipe hekima ili niweze kuwahukumu watu wako katika haki kabisa, nakuomba e Bwana. Mungu akafurahia ombi la Suleimani na kisha akamjibu e hey, Suleimani, kwa kuwa umeomba hekima wala si mali au maisha marefu, sasa nitakupa hekima kuu isiyokuwa na mfano, nami pia nitakupa mali na hekima. Hekima ya Suleiman ilijulikana duniani kote. Watu walimletea kesi ngumu na zote alizitatua. Siku moja alfajili, mwanamke alisogea hadi kwa Suleiman kwa kulia, na kisha akasema Mfalme, huyu mtoto wangu ameniibia mwanamke huyu. Na kisha wa mwanamke wa pili naye akasema muongo, si kweli, mtoto huyu ni wangu. Mtazame mfalme, anasema uongo huyu mwanamke. Mfalme Suleiman, akatulia na kisha akasema, mlete huyo mtoto. Askari, leta upanga, tumkate mtoto atoke vipande viwili, na kila mtu aondoke na nusu ya mtoto na kisha yule mwanamke wa kwanza akasema, basi mpe yeye akiwa mzima, usimuue. Na kisha mfalme Suleimani akasema, huyu mama wa kwanza ndiye mama halisi. Askari, mpeni mtoto wake huyu mama kisha ende zake. Watu wote wakastaajabu wakisema, hakika hekima ya Mungu iko kwa Suleimani. Na siku moja Mfalme Suleimani akajenga hekalu la kifahari sana kwa ajili ya Bwana. Kazi ilichukua miaka saba. Alipomaliza akalitoa kwa Mungu kwa sala kubwa. Na Mfalme Suleimani kwa hekima akasema, E Bwana wa Israeli, hekalu hili naliwe mahali pa maombi ili kila mtu akiomba usikie toka mbinguni. Na wingu la utukufu wa Bwana likajaza hekalu lote. Lakini baadaye mfalme Suleimani akapotoshwa na wake wengi wa kigeni, akajenga mahekalu kwa miungu mingine, akamkasilisha Bwana wa majeshi. Na ghafla siku moja sauti ya Mungu ikasikika masikioni pake: E, Suleimani, kwa kuwa moyo wako umegeuka, nitapasua ufalme wako, lakini sitafanya wakati wa maisha yako kwa ajili ya Daudi baba yako. Na Suleimani akatawala miaka arobaini. na kisha akafa, akazikwa mji wa Daudi, mwanae Leoboamu akatawala badala yake. Ndugu msikilizaji, maisha ya Suleimani yanatufundisha kuwa hekima ni zawadi ya Mungu na heshima na mali ni bure toka kwa Bwana. umejifunza nini katika simulizi hii ya mfalme Suleimani? Hebu shusha comment hapo chini, umejifunza nini katika hiki kisa? Usisahau kusubscribe kukomenti, kushare, na kulike. Ni mimi msimulizi wako King Swear. Bye.